ili aendelee au asiendelee kuzalisha, badala ya kumsubiri huku mtaani. Lakini mpongeze sana ni mshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake, miongozo yake, taifa letu liko salama, kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanapata fursa za maendeleo, mambo yanaenda vizuri, kuhakikisha tunafanya vizuri katika kazi zetu hizi. Mheshimiwa mkuu, leo umekuja katika jambo hili la msingi la uwekaji jiwe la msingi wa jengo hili jengo hili kama ulivyopewa taarifa ni jengo ambalo tumefanya investment ya shilingi bilioni 24.7 ambayo kazi yake chini ya nanda inaendelea vizuri. Sisi naomba nikukishe mzee wa mkuu, wataopata fursa ya kutembelea hili jengo, mtaona ile enforcement iliyofanyika katika jengo hili. Jengo hili lina viwango vya hali ya juu sana, thickness yake ya ukuta ni futi moja kasoro nchi tatu kubwa sana ambayo mtu hata akija na drili kutoboa upande wa pili atahangaika sana. Jengo hili Mheshimiwa waziri mkuu, mimi hapa nimekuja, watu wetu wamekuja, bodi imekuja, katibu mkuu amekuja, wajumbe wa kamati yetu ya bunge wamekuja. Nikuhakikishie Mheshimiwa waziri mkuu, leo umefanya jambo sahihi kuweka jengo jiwe la msingi katika jengo hili. Nikuhakikishie jengo hili linaenda vizuri, na mimi nimefarijika sana, tumeweka historia kubwa Mheshimiwa Mkuu, kama ulivyopata taarifa, kazi yetu kubwa tunataka tuhakikishe upande wa viwango unaenda vizuri. Maabara yetu ya pale Dar es Salaam unaifahamu, iko pale katika ubunge stand ya zamani ile, ina mambo mengi, lakini tulikuwa na changamoto kubwa ya kusafirisha samples kutoka maeneo mbalimbali. Sasa hapa tunatengeneza maabara kubwa katika Eastern Central Africa, itakuwa miongoni mwa maabara bora sana, iko hapa Dodoma. Piga makofi tafadhali, hii ni legacy ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake wa serikali ya awamu ya sita. Lakini sio hivyo, kuna kazi kubwa inaendelea kule Mwanza, na imani yetu kubwa, na kazi inaenda vizuri. Kandarasi tunaenda kujenga maabara nyingine kama alivyosema mtaalamu wetu, lakini naomba niwahakikishie ni kwamba jukumu letu kubwa, tunataka tufanye nchi hii iweze kuwa nchi inayoheshimika katika upande wa viwango. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika kwa sasa lina maabara kumi na mbili za kisasa zenye ithibati za kimataifa, yani TBS inapopima na kutoa majibu yanakubalika popote duniani, ambapo maabara zote hizi kumi na mbili kwa sasa ziko Ubungo jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa lengo la kufikisha huduma karibu kwa wateja, shirika linazo ofisi za kanda saba ambazo tunayo ofisi katika kanda ya kaskazini, mkoa wa Arusha; kanda ya kusini, mkoa wa Mtwara; kanda ya magharibi, mkoa wa Kigoma kanda ya mashariki mkoa wa Dar es Salaam na kanda ya ziwa mkoa wa Mwanza, kanda ya kati hapa tulipo jijini Dodoma na kanda ya za nyanda za juu kusini Mbeya. Aidha, TBS inaendelea na kujenga ofisi na maabara katika kanda zake kwa kutumia fedha za ndani, ambapo mradi huu wa jengo la ofisi za TBS hapa Dodoma ni mradi wa kwanza ukiacha zile jengo lililopo Dar es Salaam kwa sasa. Mheshimiwa waziri mkuu naomba nichukue fursa hii kutoa taarifa kuwa sambamba na mradi huu ambapo tumeuona leo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeweka jiwe la msingi, TBS inatekeleza mradi wa ujenzi na ofisi za kanda ziwa, kanda ya ziwa jijini Mwanza ambapo utekelezaji wa mradi umefikia asilimia 30.